Talanta za Zeysha, karibu kwenye Talanta za Zeysha ni tezeysha katika mambo unayoyafahamu. Je, na hili unalifahamu? Unafahamu pasaka ni nini? Najua wengi mtaniambia ni sikukuu. Ndiyo, ni sikukuu. Pasaka ni moja ya sikukuu za msingi katika imani ya Wakristo. Asili ya neno pasaka. Pasaka linatokana na neno la Kigiriki pascha ambalo linamaanisha ufufuo. Katika muktadha wa Kiisraeli wa kale, pascha ilikuwa ni sherehe ya kuikumbuka kutakaswa kwa watoto wa Kiisraeli wakati wa msaraba wa kwanza. Lakini Ukristo, Pasaka imechukua maana tofauti. Ukristo unamaanisha Pasaka kama sherehe ya ufufuo wa Yesu Kristo. Kitendo ambacho kimeleta wokovu na faraja kwa waumini. Maana ya Pasaka kwa Wakristo: ufufuo wa Yesu Kristo. Msingi wa Pasaka ni imani kwamba Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa watu siku tatu baada ya kukamatwa na kusulubiwa. Matukio haya yaliwaweka waumini mbele ya ushindi juu ya umauti na dhambi, akifungua njia mpya ya Mwokozi na uhusiano wa milele na Mungu. Ushindi wa maamuzi na uhai mpya. Ufufuo unaashiria ushindi wa uhai juu ya umauti. Kwa Wakristo, hii ni ishara ya matumaini. Hata katika hali ngumu, uhai na mwangaza vinaweza kuibuka tena. Ukombozi na rehema. Pasaka ni kumbukumbu ya upendo usio na kifani wa Mungu ambaye amemtuma Yesu ili kuokoa wanadamu. Hii inaonyesha kuwa dhana ya ukuaji wa roho ukombozi na neema ambayo inawafikia waumini. Muziki wa sherehe. Sherehe ya Pasaka mara nyingi hujumuisha ibada maalum, vinywaji, kuabudu na maadhimisho ya furaha na shukrani kwa Wakristo. Ibada hii ni njia ya kuenzi na kukumbuka mafundisho ya Kikristo na kuwa na matumaini katika maisha ya baadaye. Utambulisho na maadili. Pasaka ni wakati ambao Wakristo hujaribu kutumia fursa hii kuimarisha imani, kuishi kwa mujibu wa mafundisho ya Yesu na kushiriki upendo, huruma na msaada kwa wengine. Ni wakati wa kuungana na familia ya imani na jamii katika sherehe ya ibada. Maono ya kiutafiti na kihistoria. Misa ya Ukristo kutoka enzi za kale, Pasaka imekuwa na nafasi kuu katika kanisa, ikiwa ni pamoja na ibada maalum, kulala na ufafanuzi wa matukio ya kibiblia. Maendeleo haya ya kiroho yamefanya Pasaka kuwa na wakati wa kutafakari juu ya mafundisho ya matendo na uhai wa Yesu. Kwa ujumla, Pasaka ni wakati wa kifo, ufufuo na kuamka upya. Ni kipindi ambacho kinawakumbusha Wakristo umuhimu wa upendo, msamaha na matumaini. Kwa kupitia kumwamini kuwa Yesu Kristo alifufuka, waumini wanapatiwa nguvu imani yao katika nguvu ya uhai isiyo na mwisho, na inawapa matumaini ya uzima wa milele. Kwa ufupi, Pasaka inawakilisha ushindi wa uhai juu ya umauti, wokovu na neema ya Mungu, ambayo ni nguzo kuu ya imani ya Kikristo. Nawatakia wa Wakristo wote Pasaka njema. Kwa dondoo mbalimbali, usiache kufuatilia talanta za Zeisha. Pia unaweza kuacha komenti yako, kitu ambacho unataka kufahamu. Instagram utanipata kwa official Zeisha 1, TikTok official Zeisha. usiache kunifollow. Ulikuwa nami Zeisha.